Binti Rais William Ruto, Charlene Ruto ameongoza hafla ya kutoa ushauri kwa wanafunzi wa shule ya upili ya kitaifa ya wavulana ya Friends Kamusinga kwa mwelekeo bora kwa kizazi cha kesho. Alasiri ya Jumatano hii Bintiye Rais William Ruto Charlene Ruto aliwaelekeza wanafunzi wa shule ya wavulana ya kitaifa ya Friends School Kamusinga kwa ushauri wa mwelekeo bora kimaisha huku akiwataka kukumbatia kilimo wakiwa wanaendeleza masomo yao.

Ziara hii ya kipekee imepongezwa na mwalimu mkuu wa taasisi hii ya elimu, Paulo Welova, ambaye ameitaja kuwa imetoa nafasi kwa na wavulana wake kupata ushauri na saha. So when you go to uh, our office of, uh, our lawyer, we will appreciate that. Baadhi ya wanafunzi wa zamani wa shule hii ya kitaifa, akiwemo wakili Kevin Kajapin, amewarai wanafunzi hao kujiepusha na makundi ya vijana yatakayotoa mwelekeo potovu kwao. Nikiripotia West TV kutoka eneo bunge la like Kimilili, kaunti ya Bungoma, na itwa Thadius Wachie.